katika biashara Tanzania na Uganda zaidi kuimarisha ushirikiano katika maendeleo ya kiuchumi. Na katika habari za kimataifa Guterres atoa mwito wa kusitishwa kwa mapigano Sudan. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tunaanzia jijini Mwanza ambapo mgombea wa nafasi ya urais kupitia chama cha mapinduzi CCM na mwenyekiti wa chama hicho taifa Dr. Samia Suluhu Hassan amehitimisha kampeni zake hii leo jijini Mwanza, huku akiwasihi Watanzania kujitokeza kupiga kura hapo kesho bila hofu yoyote. Taarifa iliyoandaliwa na Goodluck Msola inaeleza zaidi. Akizungumza mbele ya maelfu ya wakazi wa jiji la Mwanza, Dr. Samia Suluhu Hassan amesisitiza kuwa malengo makuu ya Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu ni kushinda uchaguzi huo na kuongoza serikali kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar, ili kuendelea kuwatumikia wananchi kwa kuwapatia maendeleo katika nyanja mbalimbali, ikiwemo huduma za kijamii zitakazokuza ustawi wa Watanzania. Hivyo basi, mkituchagua au mkituchagua tena kwa kipindi cha miaka mitano ijayo, tutatafsiri utu kwa vitendo kama ifuatavyo. Kwanza, utu, utu ni kuwa na uhakika wa chakula, maji safi na salama kwa kila kaya, kupata huduma za afya inavyostahiki, kuimarika kwa huduma za kupata elimu ya maarifa na elimu ujuzi kwa kadri ya uwezo wa mwanafunzi na kulinda haki na usalama wa raia wa Tanzania. Lakini namba mbili utu utaimarishwa na kuendelezwa ikiwa tutafanya ujenzi wa miundombinu ya usafiri na usafirishaji kwa watu na bidhaa ili kurahisisha shughuli za kiuchumi. Aidha, kukuza wigo wa mashirikiano na sekta binafsi ya ndani na nje ya nchi ili kuongeza uwekezaji, kuimarisha biashara na kutengeneza ajira. Aidha, Dr. Samia amevishukuru vyama vyote vya, vya siasa kwa kuendesha kampeni za kistaarabu, huku akivitaka kuepuka kuchochea vurugu ili kudumisha amani na utulivu wa nchi. Awali katika mkutano huo, mgombea mwenza wa CCM Balozi Dk. Emmanuel Nchimbi pamoja na baadhi ya viongozi wa chama hicho wameeleza namna ambavyo mikutano ya kampeni katika uchaguzi wa mwaka huu imefanyika kwa mafanikio na kutumika kuwasikiliza wananchi. Mheshimiwa mwenyekiti, natamani sana kwamba baada ya miaka mitano watakaopita kukinadi chama chetu waweze kusema kwa ujasiri kama mimi na wewe tulivyofanya safari hii. Tumeongea kwa urahisi na Watanzania wa, na wa sehemu zote tulizopita kwa sababu ya kazi kubwa iliyofanywa katika miaka hii mitano, kwa sababu ya kazi inayoonekana iliyofanywa katika miaka hii mitano, kwa sababu ya kazi yenye tija iliyoonekana katika miaka hii mitano. Natamani katika miaka mitano inayokuja tuweze kurudi kwa wananchi tukiwa nadi wagombea wa chama cha Mapinduzi, tukiwa na hali hii hii ya kujinadi kwa mambo mazuri na makubwa yaliyofanyika kwa chama chetu. Nakumbuka wakati Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan anateuliwa kuwa mgombea mwenza, Mama Gertrude Mongela alisema, namwomba Mungu niishi nione siku ambayo nchi yetu itaongozwa na rais mwanamke. Ndoto ile inakwenda kutimia. Watanzania, kesho tunatiki tutoke kwa wingi tukampe ushindi mnono Dr Samia Suluhu Hasan, tukakichague chama cha Mapinduzi ili washirikiane kwa pamoja kuiongoza nchi yetu katika hatua kubwa zaidi kimaendeleo, katika hatua kubwa zaidi ya ustawi wa taifa letu. Ni kushukuru sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo waziri wa mambo ya ndani ya nchi ambaye pia ni mgombea ubunge wa jimbo la karagwe Innocent Bashungwa amesema vyombo vya ulinzi na usalama nchini vimejipanga kuhakikisha zoezi la uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29 linamalizika kwa amani na utulivu. Mwanahabari wetu mrisho mapeyo anayo taarifa zaidi. Bashungwa ameyasema hayo Oktoba 28 mwaka 2025 wakati wa mkutano wa kufunga kampeni za chama cha mapinduzi CCM kitaifa ikiwa ni siku moja kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aidha, ametoa wito kwa vijana kujitokeza kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huo na akiwataka pia kujiepusha na vitendo au viashiria vyovyote vinavyoweza kuvuruga amani, akisisitiza kuwa ilani ya Chama cha Mapinduzi imebainisha fursa nyingi mahsus kwa ajili ya vijana Watanzania. Tuendelee kuungana na kushikamana na mgombea wetu wa rais kwa miaka mitano ijayo chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, nchi yetu iko salama, na nimalizie kwa sababu mimi pia na dhamana ya waziri wa mambo ya ndani ya nchi kuwahakikishia Watanzania wote kesho Oktoba 29, hakutakuwa na shida yoyote. Usalama, vyombo vya ulinzi na usalama chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani kwa kushirikiana na vyombo vingine vipo timamu kote nchi, yaani mtaa kwa mtaa, kijiji kwa kijiji, kitongoji kwa kitongoji, usalama umeimarishwa. Kwa hiyo Watanzania kesho twende tukapiga tukapige kura bila kuwa na wasiwasi wowote. Ni kushukuru sana, Mrisho Mapeyo, kwa taarifa hiyo. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar Jaji George Joseph Kazi amesema zoezi la kura ya mapema lililofanyika leo hii limefanyika kwa ufanisi mkubwa na limefanikiwa kwa zaidi ya asilimia mia moja huku tulivu na amani ikitawala katika zoezi hilo. Tupate taarifa zaidi. na Good Luck Msola amesema hayo mara baada ya kufanya ziara maalum ya kutembelea vituo vya kupigia kura katika maeneo mbalimbali ya mkoa Mjini Magharibi pamoja na vitongoji vyake. Asubuhi mapema, vituo vya kupigia kura vilishuhudiwa vikiwa wazi na zoezi la kupigia kura mapema kwa wanahusika likiendelea. Katika maeneo mbalimbali visiwani Zanzibar, hali ya amani na utulivu na usalama ilishuhudiwa huku misururu mirefu ya wapiga kura ikionekana katika vituo vya kupigia kura ambapo watendaji wa vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na watendaji wa Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar walionekana akiwa katika ziara ya kutembea vituo vya kupigia kura. Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi wa Zanzibar George Joseph Kazi amesema zoezi la kupigia kura ya mapema limefanyika kwa amani na utulivu na kusema kuwa waliopiga kura ya leo ni wale waliotambuliwa na sheria, wakati na wale wote ambao <tiposimilio> wameleta maombi kwa ajili ya wa kupiga kura siku ya leo kuna mapema wengi wamejitokeza na zoezi linaendelea vizuri katika hali ya amani. Akizungumzia uchaguzi mkuu utakaofanyika siku ya kesho, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zanzibar Zek amesema vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa moja asubuhi na kila mwenye sifa ajitokeze akapige akapiga kura kesho. Vituo vinafunguliwa saa moja asubuhi, kwa hiyo wananchi wote wanapaswa kuenda katika vituo vyao utulivu watakutana na maafisa wetu ambao watawapa maelekezo, watafanya mstari, watapiga kura na vitu tutafunga saa kumi. Ni kushukuru sana kudla kimsola kwa taarifa hiyo. Tume huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC imewataka wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya uchaguzi kuhakikisha wanashirikiana ipasavyo na mawakala wa vyama vya siasa watakao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria ili kuepusha malalamiko wakati wa uchaguzi. Tupate taarifa kamili kutoka kwa Mrisho Mapeo. Akizungumza wilayani Kibaha mkoani Pwani wakati wa mafunzo ya wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya uchaguzi, msimamizi wa uchaguzi mkuu jimbo la Kibaha mjini Teresia Kiara amesema ni muhimu kufanya kazi na mawakala wa vyama vya siasa ili kupunguza malalamiko, huku akiwataka kutoa kipaumbele kwa watu wenye mahitaji maalum kushiriki zoezi hilo. Aidha, Kiara amewataka kuzingatia sheria, kuwa waadilifu, lakini pia kuwa na lugha za staha kwa wapiga kura na mawakala wa vyama vya siasa ili uchaguzi usiwe na malalamiko. Tumewapa nyaraka mbalimbali ili mzitunze kama rejea kwa kipindi chote cha utekelezaji wa jukumu hili. Jitahidi na mjiepushe kuwa vyanzo vya bia malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vema na mawakala wa vyama vya siasa watakama wetu vituoni kwa mujibu wa sheria. Nao baadhi ya wasimamizi na wasimamizi wasaidizi wa vituo vya uchaguzi walioshiriki mafunzo hayo wamesema mafunzo hayo yamewajengea uwezo wa kusimamia vyema vituo vyao, hivyo wamewasisitiza wananchi kujitokeza kupiga kura. Kikubwa zaidi ni kwamba ka katika miongozo, katika kanuni, sisi kama wasimamizi wa vituo pamoja na wasimamizi wetu wasaidizi, kwamba kanuni zinatuelekeza kutenda haki na vile vile tumekula kiapo cha maadili cha kutunza siri, lakini vile vile kutenda haki pia. Kwa wale wasimamizi ambao walikuwa wana vyama vyao, wamekula kiapo cha kuweza kujitoa wanachama katika zoezi la upigaji kura. Tunatarajia kuwasikiliza wananchi wote, haijalishi una changamoto yoyote ya ulemavu. Karibu tuseme kwa sababu huyu ni mlemavu, abaki nyumbani, asiende kupiga kura? Hapana, sisi tunapokea Tutawasikiliza, tutawaelekeza. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Zoezi la uthamini maeneo yatakayopitiwa na ujenzi wa mradi wa reli ya kisasa SGR kipande cha sita kutoka Tabora hadi Kigoma linaendelea kwa kasi katika wilaya sita za mikoa hiyo. Wilaya hizo ni Tabora Mjini, Uyui, Urambo, Kaliua, Uvinza pamoja na wilaya ya Kigoma. Jamal Muhammad anayo taarifa zaidi. Timu kutoka ofisi ya mthamini mkuu wa serikali ikiongozwa na mthamini kiongozi FRV James Mark Mwanakatwe ipo mkoani Kigoma, ikiendelea na kazi ya uhamasishaji pamoja na ukusanyaji tari rifa za mali wa ndani kwa wananchi ambao maeneo yao yanaguswa na mradi huo. Akizungumza wakati wa utoaji elimu na zoezi la uthamini likiendelea wilani Kigoma, FRV Mwanakatwe ameeleza kuwa ofisi ya mthamini mkuu wa serikali imepewa jukumu na serikali kupitia shirika la reli Tanzania TRC kufanya uthamini wa fidia kwa kipande cha pili hadi sita, ambapo kwa sasa wako kipande cha sita, na leo hii tumeanza jukumu la sensitization au utoaji elimu kuhusu zoezi hili, na baada ya hapo E, kama unavyoona wataalamu wameshaingia uwandani kwa ajili ya kuanza kukagua mali za wananchi. Tukishakamilisha jukumu la kukagua mali za wananchi, wataalamu watarudi ofisini kufanya office work kwa ajili ya kufanya uchakataji au ukotoaji wa thamani za wananchi ili waweze kulipwa fidia. Kwa mujibu wa FRV Mwanakato amesema timu yake imeshafanya uthamini wa vipande 52 land parcel ikiwemo kipande cha daraja la mto Malagarasi lenye urefu wa kilomita tatu ambalo liko katika hatua za mwisho za utekelezaji. Mkazi wa Nyamoli wilayani Kigoma ambaye eneo lake linapitiwa na mradi wa SGR, Patrick Matias, amesema wamepokea mradi huo kwa furaha kubwa na kueleza kuwa ni imani yao wanaopitiwa na mradi huo watalipwa fidia kwa viwango stahili, huku Amina Ashraf ameshukuru timu iliyotoa elimu kuhusu masuala ya uthamini wa fidia na kueleza kuwa fidia iliyofanyika maeneo mengine ya mradi huo wa SGR yanawapa imani kuwa nao watalipwa kwa haki na viwango stahili Amini. Kila mwananchi aliyopitiwa na mradi huu kwanza, ataupokea kwa mikono miwili, hakutokuwepo na mambo ya mbambamba. Zaidi ya hayo, tunamshukuru sana Mama Samia kwa sababu pabila yeye iye sijiara tusingeiona mkoani Kigoma, ila kwa kupitia yeye ametusababishia sisi wananchi mambo mazuri sana. Tunampigia makofi huko aliko. Usamini wanaoufanya waf... wana viongozi kushirikiana nasi, tunashukuru kwa zoezi lilopitika tumeendelea vizuri na masomo yako vizuri na kazi inaendelea vizuri. Tunashukuru, ni kushukuru sana Jamal Mohamed kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuelekee sasa mkoani Shinyanga ambapo zikiwa zimesalia saa chache kabla ya Watanzania kupiga kura hapo kesho, umoja wa vyama vya siasa mkoa wa Shinyanga umetumia nafasi hiyo kuwataka wananchi kutumia haki yao ya kikatiba kwa amani kwenda kupiga kura na kuchagua viongozi wanaowataka. Mwamvita Mkondo ametuandalia taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Wito huo kutoka umoja wa vyama vya vya siasa mkoa wa Shinyanga unakuja wakati Watanzania wakiwa tayari kuelekea kwenye uchaguzi mkuu kesho, ambapo amani na ushiriki wa wananchi unatajwa kuwa nguzo kuu ya demokrasia. Vyama tisa vya upinzani vimeungana kutoa wito huo wa amani na ushiriki, vikiwemo chauma CCK sau AFP kafu NRA UMD DP na Makini, hatua inayotafsiriwa kama ishara ya umoja wa kisiasa katika kulinda misingi ya demokrasia nchini. Kana na zoezi zima la kampeni na wagombea ubunge na madiwani pamekuwa na hali ya utulivu. tunawatoa tuna, tuna wa hofu, jitokezeni kwa wingi kwa ajili ya kupiga kura. Hali ya mkoa wetu wa Shinyanga upo salama. Tunapenda kuambia wanachama wa vyama mbalimbali wasio na wanachama katika mkoa mkoa wetu wa Shinyanga, tunaomba kusisitiza muwe na utulivu hasa pale zoezi zima la upigaji kura na uhesabu kura. Baada ya kusoma tamko hilo, viongozi wa vyama hiyo waliwatumia wananchi ujumbe kwa kuhamasisha amani na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi, huku baadhi ya wagombea wakitumia fursa hiyo kunadi sera za vyama vyao wakina mama ili kuondolea ili neno kausha damu, kwa sababu wakina mama wengi wanaanzisha biashara, wanataka kuanzisha biashara lakini kutokana na uwezo wa kutokuwa na kipato wanaenda kukopa kwenye taasisi za kausha damu. Inafikia wakati kwamba mtu anashindwa kukaa nyumbani kwake kwa amani, akisikia tu hodi anageuka kuangalia kwamba nani huyo, nimekuja kudaiwa au nakuja kubebewa vitu. Chama cha sauti ya umma kupitia jimbo la Shinyanga mjini nitakwenda kuhakikisha kwamba mahospitalini wagonjwa wanapoingia hospitalini, nitahakikisha nita kupitia gharama wanazotoa za kodi, dawa zinakuwepo hospitalini, mgonjwa anapokwenda apate dawa, anapotibiwa apate dawa zote zinavyotakiwa kulingana na ugonjwa wake, kwa sababu mgonjwa anapokwenda hata kama ana ile kadi ya bima, anaambiwa chukua dawa ana panado dawa unaambiwa ukanunue duka la madawa. Swala la elimu mashuleni nitatoa chakula bure kwa wanafunzi kuanzia shule msingi hadi sekondari. Tarehe 29 ikifika, chagueni rais wangu anaitwa Costa Jim Kibonde, mbunge wenu wa jimbo la Shinyanga, mwingine Grace Maro Mnyashi, msikosei butki. Ni kushukuru sana Mwamvita Mkondo kwa taarifa hiyo. Serikali imetoa kiasi cha shilingi milioni mia tisa kwa ajili ya kuondoa vikwazo katika barabara ya wilaya ya Songea kwa kujenga daraja la mto Lumecha na kufungua barabara ya kilomita nne katika kata ya Mkongotema sanjari na ujenzi wa daraja la mto Liweta iliyopo katika kata ya Mpandangindo. Kwa undani wa taarifa hiyo, tuungane na Goodluck Msola, meneja wa wakala barabara vijijini na mijini Talula wilayani humo. Mhandisi Bakari John ameeleza kuwa hizo ni juhudi za kuboresha miundombinu ya barabara zikilenga kuinua uchumi wa wakulima wa wilaya songea kupitia mradi wa rise programu ya uondoshaji wa vikwazo katika barabara iliyopo chini ya tarura amesema kuwa katika kipindi cha miaka minne ya awamu ya sita wilayani songea wamefanikiwa kufungua barabara mpya zenye urefu wa kilometa 192 ambapo barabara hizo zimeelekezwa mashambani hatua inayolenga kuchochea uzalishaji na kurahisisha usafirishaji wa mazao ni wakulima, ni wakulima. Wananchi wa eneo wa eneo hili ni wakulima wazuri wa mahindi, parachichi, tangawizi, kifupi ni wakulima wazuri wa mazao ya biashara, lakini walikuwa wanashindwa kutoa mazao, mazao yao mashambani na kuyaleta barabara kuu au kuyapeleka kwenye masoko. Hivyo kupitia mradi huu wa uondoaji wa vikwazo tumeweza kuwafungulia barabara kilometa 4 na ujenzi wa daraja baada ya kukamilika kwa ujenzi huu wa hili daraja, utawasaidia wakulima hawa wa wilaya ya Songea pamoja na wananchi wa Mkongotema kuweza kutoa mazao yao mashambani na kuyaleta kwenye barabara kuu na kuyapeleka kwenye, kwenye masoko. Ina maana kwamba sasa hivi watakuwa anatumia usafiri utakuwa uta gharama ya usafiri kutoa mazao mashambani utakuwa, utakuwa chini kutokana na kukamilika kwa daraja hili. Sisi kama TARURA tunaendelea kujipanga nao. Baadhi ya wananchi wa Songea wakizungumzia faida ya ujenzi wa miundo mbinu hiyo wamesema zamani hawakuwa na barabara, bali kulikuwa na njia ya kutembea kwa miguu na magari yalikuwa yanazunguka umbali mrefu, ambapo gharama ya kuweza kuiendesha ilikuwa kubwa, huku akitoa shukrani kwa serikali kufuatia ujenzi huo. Uh, serikali tunashukuru tuna kwa kututengeneza daraja, wameturahisishia hata gharama ya usafirishaji itakuwa imepungua hio chini sana, tofauti na mwanzo kule. Naitwa Baita Nyoni, mkazi wa Kongotema. Anashukuru uh, kwa kutuwekea daraja hapa ya njia mkato, tofauti na mara ya kwanza tulikuwa tunazunguka tunapita kwa usafiri gharama ndefu Wametusaidia serikali, tumeweza kupata daraja ya jirani, tutasafirisha mazao yetu kwa bei nafuu, tutawahi kwenda shambani, naweza kwenda shambani kurudi na kuendelea majukumu mengine. Tunashukuru tu ni kushukuru sana. Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, turejee tena jijini Dar es Salaam, ambapo zikiwa zimebakia saa kadhaa kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani nchini Tanzania, makundi mbalimbali ya vijana ikiwemo wafanyabiashara wadogo maarufu kama machinga na maafisa usafirishaji wa bodaboda na bajaji wamejitokeza hadharani kuwasihi vijana wenzao na jamii kwa ujumla kujitokeza kupiga kura, huku wakipinga vikali swala la maandamano na vurugu wakati wa uchaguzi mkuu. Mwanahabari wetu Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa zaidi akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Makamu mwenyekiti wa machinga Tanzania, ambaye pia ni mwenyekiti wa machinga eneo la Kariakoo, Steven Lusinde amewataka wamachinga wote nchi nzima kujitokeza kupiga kura kisha kurejea kwenye biashara zao ili kujipatia riziki zao kihalali katika mazingira ya amani na utulivu. Aidha, Lusinde amewatahadharisha wafanyabiashara wadogo kuepuka kutumika kuleta vurugu ama maandamano wakati wa uchaguzi ili kuendelea kudumisha amani ya nchi, kwani amani ikitoweka hawatoweza kufanya shughuli zao kwa utulivu. Tuko hapa bodaboda boda, tuko hapa bajaji, tuko hapa machinga na makundi kadhaa ambaye e, tunafahamu kwamba kesho, tarehe 29 mwezi wa kumi, nchi yetu Tanzania tuna tukio kubwa sana la kihistoria. Lakini tukio la kesho ni tukio la kikatiba, ni la haki ya kimsingi ya kila Mtanzania kwenda kuchagua kiongozi anayemtaka. Na sisi pia e, tumewaita ndugu waandishi wa habari kuungana na Watanzania wenzetu wote nchi nzima, kama makundi maalum kama Wamachinga, kwenda kesho kuhakikisha tunaenda kupiga kula na Watanzania wenzetu na hili ni jambo la msingi sana kwetu. Kwa upande wake, Hamza Amri, mwenyekiti wa waendesha guta za umeme, na Benadetta Kinyeri, mwakilishi wa waendesha bajaji wenye ulemavu, wamewataka vijana kujiepusha na vitendo vya uvunjifu wa amani wakati wa uchaguzi, ili kulinda tunu ya amani iliyodumu kwa miaka mingi. Madereva wengi wa guta za umeme, sisi ni vijana kuanzia miaka 18 mpaka 35, ndio taifa lenyewe kwenye tarakimu hii nchi vijana ni asilimia sabini mpaka semanini. Sisi vijana hatu, hatuna nchi nyingine zaidi ya hii, hatuna taifa nyingine zaidi ya hii. Yaani hii nchi ndiyo mama yetu, ndiyo baba yetu. Leo hii tukisema tuende kuandamana, nchi ikichafuka, hatuna nchi ya kukimbilia. Kesho wanawake wa mama tujitokeze kwenda kupiga kula, tukatiki, tukisha maza kutiki, turudi majumbani kwetu Tuwe na amani katika nchi yetu, yaani tusipende kusikiliza watu kwenye masuala mitandaoni, maana mitandao inakuwa inataka kutuchafua. Kwa hiyo sisi tusisikilize masuala mitandaoni, tuende tukapige kula. Ni kushukuru sana Mrisho Mapeyo kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, hii ni taarifa ya habari, mimi ni Sofia Amani. Tupate mapumziko mafupi, kisha tutaendelea na taarifa ya habari.